Na si, ma hukumu man taraka rukun dukunan min arkani salati sahwa, na ma hukumu man taraka rukun nan min arkani salati sahwa, ni hukumu ya mtu atakayeacha nguzo miongoni mwa nguzo za swala lakini akaiacha hizo nguzo kwa kusahau. Sawa. So, umesahau ukaacha nguzo, hukumu yake nini? Je, anasema jawabu yakti bihi idha tadhakarahu wayasjudu lisahwi ataileta hiyo nguzo aliyeisahau, yati bihi, ataileta hiyo nguzo. Idha tadhakarahu, akiikumbuka, wayasjudu lisahwi, na atasujudu si yati sahwi, mwisho wa nini? Mwisho wa swala. Ukiona kwamba umesahau nguzo ukaja ukakumbuka au ukakumbushwa, hiyo nguzo itabidi uilete, kisha utasujudu sijati asa. Sasa hii kwa sababu nisikui ya mwanzo mwanzo, manake utaleta hiyo nguzo na vilivyo baada ya hiyo nguzo, alafu utaenda sijati saa Si, ma hukumu mantaraka sunna tasahwa, niipi hukumu? hukumu yatakayeacha sunna katika swala kwa kusahau, umesahau ukaiacha sunna. Shekhe anasema jawabu la yati biha, hatoineta hiyo sunna aliyosahau lakini nguzo ataileta. Sunna ukiwa umesahau hatukuambii irudia ile sunna, lakini nguzo ukisahau, tutakwambia rudia hiyo nguzo. Lakini sunna, la yati biha, hatutomwambia irudie hiyo sunna, bali yasujudu lisahwi, bali atasujudu kwa kule kusahau tu sunna, tena hatoileta lakini mwisho wa swala atasijidi, si atisahau kwa ajili ya kuacha hiyo sunna si ma haia. Hukumu man taraka ni ipi? Hukumu ya mtu ambaye atakaiacha sunna ya haia, tumezisema kule ziko kumi na tano eh. Ji anasema jawabu, la yati biha hatoirejea wala yasujudu sujudu, wala hatosujudu siyati sahwi. Sawa, kwa hiyo hii sunna aliyosema hapa maanake ni sunnati abaa, aliyosema ukiacha hautoirudia, lakini utaleta siyati sahwi. Sunna hai a anasema ukiacha hautoileta tena, wala hautosujudu siyati sahwi. Ma hukmu manajaza ni lkiyami fi salati lmafruda, anasema: ma hukmu man ajaza, ni hukmu gani ataipata mtu aliyeshindwa alkiyami kusimama, fi salati lmafrudati, katika swala ya faradhi. Mtu ambaye hawezi kusimama kwenye swala ya faradhi hukumu yake nini? Jawabu anasema ji yusalli jali sana mtu ambaye hawezi kusimama kwa matatizo aliyokuwa nayo ataswali ili hali amekaa. Wa idha ajaza julusi, kwamba ani julusi, na ikitokea kwamba ameshindwa hata kukaa swala mudtajian ataswali ili hali amelalia ubavu, ubavu wa kulia. Swala mumtajian ataswali ili hali amelalia ubavu wake ikiwa anaweza kulalia wakulia, wakulia, talalia, wa kulia vizuri. Akishindwa kulia atalalia wa kushoto, wa in ajaza alibtujai. Akishindwa vile vile kulalia ubavu wa kulia au wa kushoto swala mustalkiyan, ataswali amelalia mgongo. Swala mustalkiyan, ataswali amelalia mgongo, sawa. Ama nafu, ama mtu anayeswali swala ya sunna, ama nafu, ama mtu anayeswali swala ya sunna fayajuzu an yuswaliahu alqadiru ala alqiyami jalisan au mubtajia. Anasema fayajuzu, anaruhusiwa. An yuswaliahu, kuiswali swala ya sunna. Alqadiru ala alqiyami, mtu anayeweza kusimama, anaruhusiwa kufanya nini? jalisan kuswali ni hali amekaa, sunna. Hata kama mtu anaweza kusimama, anaruhusiwa kuswali amekaa, au mumtajian. shekhi anasema au, anaruhusiwa kuswali amelalia ubasi. Si tunaona, hii ni sunna, lakini lazima tukumbuke kwamba wewe unaswali sunna umekaa, na mtu mwingine akaswali sunna amesimama. Wewe uliokaa unapata nusu ya malipo ya aliyesimama, na yule aliyekaa na aliyelalia ubavu, aliyelalia ubavu atapata nusu ya yule aliyesali amekaa. Si tunaelewana? Kwa hiyo swala ya sunna mtu anaweza kusimama lakini akaswali amekaa, sio tatizo, lakini malipo tu yanapungua, malipo yanapungua. Turudie tena hapo ma hukumu man ajaza an alqiyam fi salati almafruda. Ni ipi hukumu au akaswali namna gani? mtu aliyeshindwa kusimama katika swala ya faradhi ji, anasema jawabu uswali jali sana, aliyeshindwa kusimama katika swala ya faradhi ataswali amekaa na kushindwa. Jamani, kuna aina nyingi, kuna kushindwa kwa kusija kizunguzungu. Sawa, mtu anaweza akaingia kwenye swala amesimama, allahu akbar lakini baada ya da dakika mbili tatu, ikamjia hali ya kizunguzungu, huyo anaambiwa afanye nini? Akae. Sasa kizunguzungu kimeisha, wakati umekaa, simama, kama swala bado inaendelea. Kwa hiyo tukisema mtu kukaa, sio yule ambaye kiumo akitaki kupinda au kushindwa kus. Kukaa kuna mambo mengi Maadhari wewe umeshindwa kusimama kwa uzuru wako mwenyewe, basi utaswali umekaa. Anasema waidha ajaza ani ujulusi, ikiwa vile vile na kukaa mwenyewe hawezi swala muhtajian, ataswali ni hali amelalia ubavu wake. Aanze kulalia ubavu wa kulia, akishindwa kulia alalie ubavu wa kushoto wa wa in ajaza anilibtijai, ikiwa nako kulala ubavu nako kumemshinda, hawezi swala mustalkian, ataswali ili hali amelalia mgongo. Sawa, asaba na kulalia mgongo amekhitilafiana wanavyuoni. Akilalia mgongo, alaleje? alalie mgongo hivi Alalie mgongo hivi sawa. Wapo waliosema alalie mgongo hivi, wapo waliosema alalie mgongo hivi, yaani kichwa kiwe huko nyuma, miguu iwe kibla, umelala mgongo. Wengine anasema aa, utalala mgongo hivi tu, sawa, kichwa kiwe huku, miguu iwe Uh, kama vile ambavyo mtu amelala ubavu si tunaelewa eh? Wewe eh, utachagua wewe. Unataka ulaleje? Chagua tu kama uwakeni wake ukalala hivi sawa eh. Inaagaza ni mtijai swalala mustalkia ataswali ni hali amelalia mgongo sawa. Asa ikitokea mtu kukaa hawezi kulalia ubavu hawezi kulala chali, hawezi sawa. Ataswali kwenye hali ambayo yoyote ile ambayo yeye inampa nafuu. Fatakullaha mastatatu, utaswali vyovyote ambavyo wewe unaona kuna nafuu ya, ya wewe kukaa au kulala au kufanyaje vile vyo unavyoona wewe una nafuu, utaswali hivyo hivyo Shati zitakuwa zingine zilishakupita. Anasema amma, ama naflu ama swala ya sunna, mtu akishindwa kusimama, fayajuzu fa hu an yuswaliahu alqadiru ala alqiyam. Swala ya sunna anaruhusiwa kuiswali mtu ambaye anaweza kusimama, jalisan akaiswali swala ya sunna ili hali amekaa au mubtajian au ili hali amelalia ubafu madhali ni sala ya sunna mtu anaruhusiwa kuswali namna